Mahakama Kuu ya Tanzania katika kanda ndogo ya Dar es Salaam ilikuwa imekuja kusikiliza kesi ya, ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu ambayo liko chini ya jopo la majaji watatu Jaji Ndunguru, Karema na Kiwonde. Sasa itajua kwamba leo upande wa mashtaka ungeweza kuendelea na kesi yake, kuleta mashahidi wake ambao wanataka kusema kwamba mwenyekiti wa chama alifanya makosa ya uhaini. Lakini siku ya leo baya, e, achama, Lissu, makamani, kwa bahati mbaya mshtakiwa ndugu mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antipasi Mugwai Lissu akuwasilishwa mahakamani kwa kile ambacho upande wa mashtaka umedai kwamba kwa sababu za kiusalama kusalama e, lakini sisi wote tumefanikiwa kufika hapa mahakamani. Nadhani nchi yetu Dar es Salaam huko salama, watu wote wameweza kusafiri mabasi anafanya kazi, lakini upande wa mashtaka wamesema kwamba unaomba kwamba e, kwa sababu za kiusalama haujaweza kumleta mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mahakamani, kwa hiyo akwepo mahakamani. Na baada ya hapo upande wa mashtaka ukaomba kwamba, ukaeleza ukaeleza mahakama kwamba wenyewe leo utakiwa uendelee na kesi yake dhidi ya mwenyekiti na utakiwa ulete mashahidi wake ambao wanatokea Songea, si wengine wanatokea Iringa, watakiwa na Mbeya waweze kuja kutoa ushahidi dhidi yake. Sasa wakasema kutokana na sababu za kiusalama au mashahidi hawakuweza kuletwa, hawakuweza kutoka kusafiri kuja kuja Dar es Salaam. Eh, kwenye kesi kwa hiyo na wao waweze kujiandaa vizuri kuweza kuandaa mashahidi wao hawa waweze kutoa ushahidi. Kwa hiyo kasabuyo, kwa sababu hiyo kwa maomba ahirisho la wiki mbili kwa maana hiyo tarehe kumi leo mwezi wa mwezi wa 11 ukiongeza wiki mbili, maana yake ni siku 14, ingekuwa maana tunazungumzia tarehe 24 au 25 ya mwezi mwezi huu. Jopo la majaji wao watatu Jaji Ndunguru, Kiwonde na Karema waka baada ya kulichakata hilo ombi wamesema kwamba hawakubaliani na upande wa serikali kusema kwamba kesi iahirishwe kwa wiki mbili, bali wameahirisha kwa siku mbili yani ya leo na, na, na kesho, na kwamba tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kumi na moja mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndio Tundu Antipas Mughwai Lissu aletwe mahakamani na kesi iendelee. Na mahakama imeamrisha kwamba ule hati ya wito wa kumwita mahakamani itolewe aje, na, na, na, upande wa mashtaka siku hiyo uendelee na kesi yake dhidi e, ya mwenyekiti, maana yake e, e, kesi, kesi ya msingi sana. Sasa sisi tumeweza kumeona hayo sasa. Kwa bahati mbaya, kwa sababu mwenyekiti anajihakisha mwenyewe hakuweza kuzungumza, lakini tumeona kama mahakama imeweza kutoa angalau muda kidogo ambao ni, unaonekana ni, ni, ni mzuri, na kwamba siku hiyo tarehe kumi na mbili mwezi wa 11 2025 basi kesi hii itaendelewa kwa majari wa mwenye, Mwenyezi Mungu, na tunatumai kwamba umma utapenda kujua nini kinaendelea huo uwaini ambao unasemwa dhidi ya mwenyekiti, kama utaweza kuweza kuwekwa wazi na kama sio uwaini, basi tuweza kujulikana, mahakama itatoa uamuzi gani. Kwa hiyo tunashukuru kwamba mahakama imeweza kuona kwamba ile njia maombi la ahirisho la wiki mbili kwa kweli ilikuwa alimtendee haki mshtakiwa ambaye hakuwa mahakamani. Hata angekuwa angekuwa upande ule wa hata upa, angekuwa angekuwa kesi imeletwa kwa njia ya kimtandao, kwamba naye kule gerezani ameweza kusikilizwa basi ingekuwa nafuu, lakini mahakama imeamua kusimama kutumia misingi ya haki na kusema basi, imetoa siku mbili ambazo ni kwamba wale mashahidi wa serikali kuanzia hivi sasa huko kokote waliko, basi wao waje, na tunafahamu mashahidi wengine ni wale wa kufichwa, hata usalama wao unatarishwa una, una, una vipi? Asanteni sana.